Hapa hamna daraja kama tulivyosema. MSD hii ndio kazi yetu ya kusambaza. Tunavuka kwa kutumia mtumbwi, tunasambaza kwa kutumia bodaboda na tutabeba kwa kutumia vichwa, lakini lengo letu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata bidhaa za afya katika ubora uliokusudiwa na kwa wakati. Kwa hiyo leo tupo Ruiche, tumevuka huu mto ambao hauna daraja kwa kutumia mtumbwi, tumeshavuka ng'ambo ya pili na kutoka hapa kwenda kwenye kituo cha ugawaji tutatumia bodaboda kuhakikisha kwamba neti zote zimefika na zimewafikia wananchi katika ubora na katika idadi iliyokusudiwa. Kazi inaendelea. Kazi yetu sisi ni kusambaza bidhaa za afya na katika afua mbalimbali zinazotumika katika kukabiliana na hili na gonjwa la hatari la malaria ni pamoja na kuhakikisha neti zimewafikia walengwa lakini pia na dawa. Dawa na vitendanishi vinavyotumika kupima malaria. Kwa hiyo huu ndio mchango wetu sisi kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanakingwa kabla hawajapata malaria kwa kutumia neti ambayo hii ni afua mojawapo ya kumzuia mbu, lakini hata ikitokea akaugua, akienda hospitali, maanake anataka akutane na vipimio vya kupima na kumthibitisha kuwa ana malaria kabla hajaanza dawa, na ikithibitika kuwa ana, ana, ana, ana maambukizi, maanake anatakiwa aanze dawa, na hizi dawa zote zitakuwa kituoni. Na tukumbuke huduma zote hizi zinagharimiwa na serikali, ni bure. MSD amekaimishwa kufanya hii kazi kuhakikisha kwamba vitu vyote hivi vinakuwepo vituoni na wananchi wanavipata bila usumbufu wowote. Kwamba yeyote atapatikana kutumia chandarua tofauti na kusudio atachukuliwa hatua zinazostahili dhidi yake. Watu wamekuwa nani hawatumii vyandarua, kitu ambacho mpaka aliofikiri wazo la kuleta vyandarua alilijua hili. Kwa maana hiyo sasa tutapunguza ugonjwa wa malaria, na naunaona ugonjwa wa malaria jinsi ulivyo kasi yake iko juu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hata hii ni moja ya kipimo kwamba jinsi gani sasa baada ya watu kutumia vyandarua wagonjwa wameshuka kwa kiasi gani kwenye ile top 10 diseases. Malaria itakuwa ya ngapi? Itakuwa ya kwanza, itakuwa ya ngapi? Hichi nacho ni kipimo. Hey. Kauli zaidi ya kwamba lazima dawa wa, la, lazima, lazima papaluziwe dawa ili kuua wale wadudu. Ehe, tunaweza kuleta mbali hata malaria lakini wadudu wanapozaliwa kwenye kwenye madimbwi yataleta ugonjwa mwingine. Umeona, kwa sababu kuna sehemu nyingi sana kumbakia madimbwi madimbwi, madimbwi kufuatia kutoweka kwa maji sasa, maambukizi ueneaji wa malaria unaosababishwa na mbu. Kwa sababu chandarua hiki kinakinga mbu kumng'ata mtu wakata melala na kadhalika. Kwa hiyo zikitumika vizuri, basi kutakuwa na uwezekano wa ugonjwa wa malaria kupotea, kwa sababu kubwa ni vichaka kuwa vingi. Watu wanapopewa elimu za usafi wa mazingira wanakuwa ni wapuuzi. Kwa hiyo chandarua hiki kinaweza ikasaidia wakati ule anapokuwa amelala.